Alimu. Huku zikisalia siku kumi tu kabla ya chaguzi ndogo kufanyika katika maeneo mbalimbali humu nchini, kampeni zimepamba moto katika eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi. Wagombea kumi wamejitosa kung'ang'ania nafasi hiyo, huku vijana kote nchini wakishinikizwa kujitokeza kwa wingi na kuwaunga mkono vijana wenzao wanaogombea nyadhifa mbalimbali katika chaguzi hizo. Miongoni mwa wanaowania kiti hicho ni kijana wa miaka 26 Amos Katana. Tarehe ishirini na saba mwezi huu na mwaka huu, mkaweze kuniregesha pale kitini, mukathibitishe Kenya nzima ya kwamba mulipiga ndipo na munarudisha ndipo. Na zaidi tung'ang'anie hizi nafasi kwa sababu tumejua tuko peke yetu, na tusipofanya basi tujue wakati wetu unapita wamepambana na wazee wetu lakini mafanikio hatujayapata, na wale ambao wametuacha sasa hivi wametuachia mapambano makubwa sana. Msilale vijana, mapambano ndo bado, tupambane tung'ang'anie viti na pia tuchukue kura kwa wingi. Nimeshirikiana na nyinyi kwa shida, kwa raha, na leo nimekuja kwenu kumwomba. Wengi wakija pale kwangu, wana shida, nashirikiana na nyinyi. Leo nimekuja kwenu Mjanaheri, mimi naishi hapa. Nimekuja kwenu ili kueleza kwamba mimi nami niko na shida zaidi, nahitaji kuungwa mkono na wazee, vijana, kina mama hapa Mjanaheri.